Leo nimelala kule na niliamua kuja kulala hapa. Kule kuna hoteli chumba kimoja ni dola elfu tatu. Watanzania wengi hamjui, lakini kuna nyumba kule, kuna hoteli nyingi chumba kimoja dola elfu tatu na watu wanalipa kule, wanakuja na ndege wanapaki mle wanakuja wanapumzika, wakishamaliza wanaondoka na ndege, wanaenda Ulaya. Sina uhakika, waziri wa maliasili na utalii, kama mnajua hizo fedha huwa mnakusanya percentage ngapi. Sina uhakika, nataka niwaeleze ndugu zangu, kweli sina uhakika kama vyombo vyangu vya ulinzi na usalama vinafahamu ni mali ngapi huwa zinasafirishwa kutoka hapa. Hiyo ndiyo Tanzania. Ukiona au ukaenda kwenye eneo fulani ukakuta nyuki wa pale ni wakali sana, wanakuvamia kutaka kukuuma, ujue kuna asali <laughs> Watanzania wote wanafahamu, ukienda mahali palipo jirani ukakuta nyuki hawakuhangaishi Ujue asali haipo, lakini ukiona nyuki ni wakali, anza kutafuta mbinu ya kutafuta asali. Sasa eneo hili, ndugu yangu, ni asali kwa Watanzania, ni asali kwa Watanzania. Chini kule kuna hoteli. Mimi nimelala kwenye chumba hicho, gharama zake ni kubwa mno. Mkiwa na ushahidi nendeni mkaangalie. <laughs> Lakini watu wanalala kutoka nje, wala hawalali wa huku. Inawezekana wananchi wa hapa wakisogea kule wataambiwa hawa ni majangili, wanataka kuua wanyama, hawawezi wakasogea kule. Sifahamu kama mheshimiwa Kigwangara umeshalahi kulala kule, hujawahi kulala ehe. Wewe naibu waziri, wala hujawahi kufika ndio mjue kwamba kuna hoteli kubwa kuliko hoteli za Dar es Salaam. Ina majumba mangapi? Nyumba ngapi? Kuna nyumba kumi na tatu kule. Ukilala unawaangalia kiboko, utawaangalia mamba wanavyotambaa pale kwenye mto. Hela zinaingia na hela zinalipwa.